na ilmu mbali, unaweza kuwa na elimu kubwa ya kidunia na wale usikuso na hizo nyingi. Mtume Muhammad anasema ma adalla Allahu bi ilmin qatu wa ma adalla bi jahli qatu. Hawani adalla ilisha Mwenyezi Mungu kwa mtu aliyempa ilmu kabisa